Naomba tuanze kwa kutoa tahadhari kidogo kwamba sisi wa Tanzania na Kenya ni damdam diplomasia yetu na nchi zetu zinapendana. Kwa hiyo kila mtu ajue tunachozungumza hapa, tunaenda kuzungumza makundi, hatuzungumzii Kenya. E, bahati nzuri rais wa Kenya sasa hivi ndio mwenyekiti wa East African Community ndio ameshika kijiti hicho baada ya mnajua, East Africa Community ilivurugika 77 baadaye ikaanza vyema mwaka 2000. kwa hiyo sasa hivi kijiti kimeshikwa na Rais Ruto, Rais wa Kenya. kwa hiyo Rais Samia na Dr. Dr. Samia na Ruto ni marafiki, ni marais wa jumuiya zetu za Afrika Mashariki na Kati na wanapendana na nchi zote zinafanya kazi kwa mujibu wa mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati mikataba yetu mnajua, mpaka sasa hivi eh, tuko kwenye ushuru wa forodha, maswala ya kibiashara. Jumuiya yetu haijafika kwenye political federation. Nafikiri waandishi wa habari mnajua, sisi hatujafikia kwenye political federation. Sasa hivi bado tuko kwenye maswala ya kuweka mikakati mizuri ya forodha kule mipakani, na kwenye viwanja vya ndege na kwenye bandari zetu kama inawezekana lakini vilevile tumeweka masuala mazuri ya kibiashara kwenye jumuiya zetu na masuala ya kazi, lakini bado hatujafikia masuala ya kisiasa currency na vitu kama hivyo. Kwa hiyo diplomasia yetu sisi ni diplomasia ambayo tunaheshimiana. Shida ni kwamba kinachotokea kichotokea mwaka elfu mbili na saba Kenya ndicho kinakuja kureflekti kwetu hapa, na baada ya rais Ruto kushika madaraka, Mata Karua kila mwandishi anamfahamu Martha Karua ndiye alikuwa mwenyekiti wa NAC chama kilichokuimuingiza madarakani mwaka elfu mbili na saba, Rais Mwai Kibaki, na yeye ndiye alikuwa mwenyekiti, na machafuko mliyoshuhudia Kenya, watu zaidi ya elfu moja waliuawa pale Kenya kwa sababu ya Martha Karua, na watu zaidi ya laki sita walikimbia maka, walikuwa hawana makazi Kenya ni kwa sababu ya Martha Karua, lakini kubwa ambalo mnajua Kenya imevamiwa imevamiwa na taasisi za NGOs ambazo zinasaidiwa mabilioni kwa mabilioni eh. Nyingine zilikuja Tanzania hapa, Fema sijui nini, zikazuiliwa zikaondolewa Tanzania, hakuna gap. Walijaribu kwenda kule Arusha ikashindikana. Hata kwenye mgogoro wa Ngorongoro wakaenda tena wakafanya semina, tukawashtukia wakafurumushwa. Lakini Kenya wameweka ofisi zao, ziko Kenya kabisa wale ambao wanaongozwa na wakina Martha Karua na yule mwanasheria wao wa serikali mstaafu, jaji mstaafu wa, wa Kenya la, lakini na baadhi ya wa, wanaharakati ambao mmeona wamekuja Tanzania. Kwa hiyo sisi Tanzania tunasema E, na bahati nzuri umetoa mwelekeo, rais wetu amesema mwelekeo na amewapa wizara ya mambo ya nje utaratibu wa mtu namna ya kuingia nchini kwetu. Kwa hiyo mimi ninachosema zile taasisi ambazo zinaongozwa na wakina Martha Karua lakini na Mtanzania, Mtanzania mwenzetu Maria Sarungi ambaye yeye anatamani taifa letu lipigane, na ndio maana ninyi waandishi wa habari na ili mlifikishe, mtu amefiwa na babake mzazi kwa sababu ya hera za kishoga ameshindwa kuja Tanzania kumzika babake mzazi Profesa Sarungi amefariki. Hamkumwona Maria Sarungi anakuja nchini? Hajaja nchini kwa sababu ya US dola laki saba na sitini ambazo ameingiziwa na, na NGOs za ovyo kutoka mataifa ya nje kwa ajili ya kuendesha harakati zake za kishoga, inatengenezwa majina mazuri, sijui haki za binadamu, sijui nini lakini mnajua kabisa, leo tunaona kuna vijana wa Kenya wanalishwa mirungi wanalishwa bangi wanaenda ubalozi wetu, lakini kiuhalisia wale sio wa Kenya, ni watu wachache ambao tunawashauri wangeenda Ramu. Mnajua Kenya pale, ile eneo la Ramu limeshindikana na kuna ujambazi wa kutupwa. Kwa hiyo ningewashauri wale akina Martha Karua badala ya kwanza kwenda nchi za wenzetu, wangeanza na ramu ambayo ina machafuko, inafugyo, inashida, ina fujo, ina shida, ina masuala ya kishoga watoto wanaharibika, na mnaona leo viongozi wa dini wanalalamikia wana kuhusu Lamu wanazungumza namna masuala ya hovyo vijana wanawalaitiwa Lamu, wangeenda kushughulika masuala huko ya Lamu, lakini vilevile na washauri wakina Martha Karua na Maria Sarungi na taasisi zao hizo na wazungu wangeenda kusaidia Goma na Bukavu eh, watu wa Kongo wanakufa kwa sababu ya kusherekea M23. Hapa Tanzania tarehe 23 mwezi watano, May, May 23, wa tano mei mei 23 ndio ilizinduliwa M23. Leo nawaambieni ile M23 ambayo mnaiona Goma na Bukavu inachafua